Mimi hapa nimetoka hapa Arusha 2022. Nikaenda kujitafutia maisha yangu mkoa mwingine Dar es Salaam. Na Mungu amenisaidia nimepata uzamini sana sana, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Paul Makonda. Na mimi namshukuru sana kwa sababu gani? Yeye ajashindwa kusaidia familia yake, mtoto wake asome vizuri, ale vizuri, avee vizuri kutokana na nini? Mimi mtanzania mwenzake na mimi hapa hivi hasa na shida kwa, kwa nani nishike mkono. Na mimi najaribu kuwashukuru Watanzania wote waliojaribu kunisaidia na ambao wanataka kunisaidia, nazidi na, na kuombea kwa Mungu, mwena huo moyo wa ukarimu, Mungu atazidishia, mtapata na zaidi mtapatanaza. Mimi hapa hivi nimechagua kwenda Veta, ambao Veta hiyo naenda kusomea welding na mimi mimi nitakuja kuwa msaidizi wa watoto wengine waliokuwa mitaani au wanaishi kwenye mazingira magumu na kufanya kazi mitaani. Mimi ndio nitakaye kuja kuwashika mkono na nitawasaidia. Ni jambo la kumwomba tu Mungu anisaidie uzima. Ni wengi walioona na nili clip ya, ya Joshua akiwa anaongea ana, ana, ana kuhusiana na hali alionayo na uhitaji alionao, lakini ni wengi sana wameona na wengi walikuwa wanaendelea kuposti na kuposti, lakini aliyetoa fursa kwamba kupitia hali anayoipitia Joshua kuna wimbi, kuna kundi kubwa nyuma yake linahitaji nafasi kama hiyo ni yeye peke yake ko ni jambo la kumshukuru sana Mungu kuwa na kiongozi wa namna hiyo ambao anaona kupitia jambo jingine ambayo wengine wanaona tu ni kama sehemu ya kujifunza na kuangalia nini, lakini yeye anaona kama fursa ya kusaidia watu wengine zaidi. Leo tumekuja hapa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha kuitikia wito wa mkuu wa mkoa, baada ya kutoa fursa kwa vijana wa kitanzania wenye kuhitaji kupata mafunzo yao ya ufundi stadi katika vyuo vyetu hapa Arusha, takriban kuna vijana thelathini na kati yao baadhi wamekuja wamepangiwa kuja chuo cha Taifa cha Utalii, ndio baadhi yao nimewachukua kwenda kujisomea, na wataenda kusoma kozi za uongozaji wa watalii, kwa maana tour guiding operation. Wengine wataenda kusoma usafirishaji wa wageni, kwa maana travel and tourism. Wengine wataenda kujifunza mapishi, wengine wataenda kujifunza uokaji. Mimi kwa majina naitwa Eliona Ayo e, ni kaimu mkuu wa chuo cha Veta Arusha tumepokea jumla ya wanafunzi ambao wako kwenye fursa aliyotoa mkuu wa mkoa wa Arusha Mr Paul Makonda. Wanafunzi hao wamechagua fani mbalimbali mbali ambazo tunazo pale chuoni. Wanafunzi hao tunatarajia wataanza mafunzo ndani ya wiki hii. E, fursa hii itawasaidia kwani watakapomaliza mafunzo yao chuoni, chuoni kwetu chuo cha VETA Arusha wanaweza wakajiajiri wenyewe lakini pia wanaweza wakaajiriwa katika maeneo mbalimbali kulingana na fani zao walizochagua kusoma. Napenda kutoa ushauri kwa vijana ambao wamemaliza digrii katika vyuo mbalimbali, msione aibu. Fursa ikitokea ni jitokezeni, pambanieni. Mungu yupo, atawasaidia. Ujumbe wa Mheshimiwa RC kwa vijana hawa ambao wamepata hii nafasi ni kwamba vijana wote ninyi ambao mna hii nafasi, mna ndoto na hamkuwahi kumlaumu mtu kwamba ndoto zenu zimechelewa au kuna mtu anawakwamisha, lakini mmekuwa mkimshukuru Mungu wakati wote na hata wakati huu ambapo yeye pia anataka kumtukuza Mungu kupitia ninyi. Na kwa wote ambao mtaenda hosteli na wale ambao mnadhani hamtopenda kukaa hosteli, gharama zote zitagharamiwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa na kuhakikisha masomo yenu mnayapata kwa kiwango kikubwa, ili kupitia ninyi basi tuendelee kumtukuza Mungu ambaye aliyowashika watu wengine mkono na leo mshikwe ninyi mkono na muweze kufikia ndoto zenu.